Jeshi la polisi Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limetangaza kuwa hali ya usalama nchini imeimarika na imeamka ikiwa shwari leo tarehe kumi Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Jeshi hilo limewahakikishia wananchi kuwa litaendelea kulinda maisha na mali zao, huku likisisitiza kuwa wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi jijini Dodoma imefafanua kuwa hali hiyo ya usalama imedhibitiwa kufuatia ufuatiliaji wa karibu uliofanywa tangu jana tarehe tisa Disemba 2025 dhidi ya klabu za mitandaoni na njia nyingine zilizokuwa zikifanya mawasiliano kwa kupanga na kuhamasisha maandamano. Jeshi la polisi limeendelea kuwakumbusha wananchi kuwa hawapaswi kujitokeza kufanya maandamano yoyote leo tarehe kumi Disemba mwaka 2025, kwani yamepigwa marufuku tangu tarehe 5 Disemba mwaka 2025. Maandamano hayo yameelezwa kuwa haramu kwa sababu yamekosana na sheria mama, katiba ya nchi ya mwaka 1977 na hasa sheria ya polisi na polisi wasaidizi Sura ya mia tatu na ishirini na mbili. Jeshi la polisi limewaonya waasisi wa, wa maandamano hayo likisisitiza kuwa walikuwa wanahamasisha maandamano ya siku isiyo na kikomo dhidi ya amani ikiwa ni miongoni mwa mbinu za kiuhalifu kumi na tatu walizokuwa wakizitumia kupitia mitandao. Jeshi la polisi limefafanua kuwa linafuatilia kwa karibu taarifa zote Zilizotolewa tarehe tatu na tano Disemba elfu mbili na ishirini na tano kuhusu wale waliohamasisha wa maandamano hayo kwa nia ya kukwamisha shughuli za, za, za kiuchumi na kijamii nchini. Taarifa hiyo inaonya kuwa yeyote atakayejitokeza na kukataa kutii sheria za nchi kwa lengo la kuhatarisha usalama wa nchi na kusimamisha shughuli za kiuchumi na kijamii zisizoendelea Jeshi la polisi litamwadhibu.